Wizara ya Usalama wa Kitaifa sasa imesema kuwa imedhibiti kikamilifu uvamizi wa mtandao uliotatiza kwa muda tovuti kadhaa za serikali. Katika taarifa yake, katibu katika wizara hiyo Daktari Raymond Omolo amesema tovuti hizo zimerejeshwa na kwamba wizara hiyo inaimarisha ulinzi wa mtandao ili kuhakikisha vitisho vya mitandaoni vinagunduliwa, a, vinagunduliwa mapema na kudhibitiwa. Baadhi ya tovuti za serikali ikiwemo ile ya rais zilidukuliwa Jumatatu. Tovuti hizo zikiwemo ile ya Wizara ya Usalama wa Kitaifa, Kawi, Leba, Afya na Elimu miongoni mwa mitandao mingine ziliathirika. Aidha, tovuti za baadhi ya idara za serikali pia ziliathirika ikiwemo ile ya uhamiaji, idara ya ushirikiano wa umma na sekta binafsi na idara ya DCI. Vile vile, tovuti za hazina ya Hasla, shirika la serikali la uchapishaji na tovuti ya baraza la serikali ya kaunti ya Nairobi pia hazikusazwa. Wavamizi wa tovuti hizo hawakuzuia ufikaji tu, bali pia walifuta taarifa nyingi, kubadilisha taarifa rasmi kwa jumbe za kutatanisha kama vile idhini imekataliwa. Katibu katika wizara ya usalama wa taifa Raymond Omollo alithibitisha udukuaji huo wa mitandao akilishitumu kundi linalojiita PCP at Kenya kwa uvamizi huo. Katika taarifa yake, katibu huyo alisema tovuti zilizoathirika sasa zimedhibitiwa na zipo chini ya uangalizi. Aliongeza kusema kuwa serikali imeweka mikakati ya kukabiliana na uvamizi wa mitandao. Wananchi wametakiwa kuwa waangalifu na kuripoti visa vyovyote vya udukuzi wa mitandao kwa asasi husika. Teresa Mutai, Darubini.